Mwongozo wa kujifunza Biblia, ikiwa leo ni Mei 27 ya mwaka 2025 siku ya Jumanne. Mada ya leo inasema, chini ya miguu yake. Soma Zaburi ya 47 aya ya 1 hadi ya 4. Inasema nini kuhusu nafasi yetu hatimaye katika ufalme wa Kristo muda mrefu siku zijazo zinatumaini hadi wakati huo wanadamu ulikabidhi utawala wa sayari hii kwa Lusifa, na kufikia wakati shetani alipotokea kwenye baraza la mbinguni, katika Ayubu alijigamba kwamba dunia hii ilikuwa yake. Umetoka wapi wewe? Mungu aliuliza. Natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huko humo, alijibu, katika Ayubu sura ya kwanza ya saba. Shetani alikuwa anatangaza umiliki. Mguu ulitumika katika zama za kale kuwakilisha umiliki. Ondoka ukatembee katika nchi hii katika mapana yake na marefu yake, Mungu alimwagiza Ibrahimu, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Mwanzo sura ya 13 aya 17. Linganisha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike sura ya 4 aya 13 hadi 17 na Zekaria sura ile ya 14 aya 4 na uzingatie miguu ya Kristo. Unapata tofauti gani kati ya vifungu hivi, na vinatufundisha nini kuhusu vipengele hivi viwili tofauti, ingawa yanahusiana, vya mamlaka kuu ya Kristo juu ya ulimwengu huu? Aliizungumzia kile ambacho Kristo anafanya mwishoni wa miaka elfu Ellen G. White aliandika, Kristo anashuka juu ya mlima wa Mizeituni, mahali ambapo baada ya kufufuka kwake kutokea hapo alipaa, na mahali ambapo malaika walirudia kutangaza ahadi ya kurudi kwake. Nabii anasema, Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye, na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa mizeituni utapasuka katikati yake, na litakuwako huko bonde kubwa sana. Naye Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote, siku hiyo Bwana atakuwa mmoja na jina lake moja. Zekaria sura ile ya 14, aya 5, aya 4 na aya 9 wakati Yerusalemu mpya katika utukufu wake mwingi unaposhuka chini kutoka mbinguni, unatua mahali ambapo pamesafishwa na kuandaliwa kuupokea, na Kristo pamoja na watu wake na malaika wanaoingia mji mtakatifu. Ellen G. White, Pambano Kuu, kurasa 545. Tazama tumaini tulilopewa katika Yesu.